Kama yupo mwandishi ana tatizo lolote na Ahmed Ally, basi waandishi, mwandishi huyo ndo mwenye tatizo. Rudi tena huo mstari ambapo weso, ni maneno ya Wilson Oruma ambapo anasema, unajua kwa nini ni kwa sababu ameenda Simba Sports Club kubadilisha idara ya habari na mawasiliano, sio kujibadilisha yeye. Naisi siku akingatuka Simba Sport, waandishi eh, wataandamana. I swear, nisaidieni kumwombea sia njema semaji kwa ajili ya Simba Sport Sport Club na Taifa kwa ujumla, na kuombea heri tarehe 19. Pia ishara ni maneno ya Wilson Oruma, ambapo ameweza kufunguka jinsi gani ambavyo Ahmed Ally ameweza kuwa ni chencha kwenye idara ya habari ya klabu ya Simba Sport Club, kutokana na vile muonekano ambao yeye alivyo. Kwa mjibu wa Wilson Oruma andai kwamba eh, kilichofanyika kwa Ahmed Ally ni kwa sababu ameenda Simba Sport Club kubadilisha idara nzima ya habari, na sio kujibadilisha yeye Ahmed Ally, ambaye yeye aliweza kusajiliwa waliweza kuajiriwa na klabu ya Simba kama afisa habari wa klabu hiyo. Kwa takriban mwaka mmoja na sehemu basi, ameweza kuwa chachu kubwa sana ya mafanikio ya klabu ya, ya Simba na kubadilisha kabisa idara ya klabu ya Simba na kuwa ya tofauti kabisa, tofauti na nyuma, ambapo walio wengi walikuwa wanaitendea visivyo idara hiyo hususan, ambapo wale ambao walikuwepo nyuma waliitendea tofauti na ambavyo wanaitendea kwa sasa. Kwa mjibu wa Wilson Oruman, dai kwamba kama yupo mwandishi ana tatizo lolote na Ahmed Ally, basi mwandishi huyo ndo mwenye tatizo, yeye ndo mwenye tatizo, na anakadai kwamba m basi tatizo lipo kwake. Club kuna kwa baadhi ya waandishi wa habari ambao wataweza kuandamana kwa kuwa amekuwa ni tofauti, na anaishi vizuri na Ahmed Ali. Naye ni mwandishi wa habari kama alivyoandishi wengine, lakini ni afisa habari kwa sasa kwa klabu ya Simba ambaye amefanya vizuri zaidi endea kufuatia wa kwanza kupata taarifa zetu.